Mradi wa ujenzi wa jumba la kibiashara kwenye ardhi ya serikali mjini Naivasha kaunti ya Nakuru umezua tetesi na maswali kuhusu umiliki wake. Wakazi na viongozi wa eneo hilo wakisema hawakufahamu ama hawajafahamishwa ni kwa nini ujenzi huu unaendelea licha ya serikali kubomoa biashara zilizokuwa kwenye ardhi hiyo miaka mitatu iliyopita. Wakazi sasa wakidai unyakuzi wa, wa ardhi ya umma uh, umezidi kama anavyotuarifu Ben Kirui. Kwa hamaki walifika kuelezea wasiwasi wao na kutafuta majibu ya ni nani anayeendeleza ujenzi wa usiku na mchana katika ardhi ya serikali. Wakazi hawa wakiongozwa na viongozi wa Naivasha akiwemo mbunge Jen Kehara wakitaka ukweli wa mambo kuhusu bwenyenye huyo anayedaiwa kulindwa na serikali. Hii mjengo inaendelea hapa, hakuna mtu wa Naivasha, hata mmoja kama vile mheshimiwa amesema anajua ni ni nini na ni nani. Eneo hilo lililo kando ya barabara ya Moi limeanza kubadilika kwa kasi, likishuhudia ujenzi wa jumba la biashara, vituo vya mafuta, hoteli na hata maeneo ya burudani. Wakazi wanasema ujenzi unafanyika usiku na mchana, huku kukiwa na ulinzi mkali. Kinaya ni kwamba mwaka wa 2022 matinga ya serikali yalibomoa zaidi ya biashara mia tatu hapa. It has not been forgotten to us that the people of Naivasha that were evicted and their properties worth billions of shillings destroyed by Kenya Railways as they claim they wanted to develop the land. Palikuwa na mkahawa hapa, ulikuwa umejengwa hapo awali na ikakuja ikabomolewa, ilikuwa imegharimu pesa mingi sana, tukaambiwa ya kwamba hapa ni public land. Na mkahawa huo ukabomolewa. Wakazi hapo wakielezea wasiwasi kuhusu usiri na utata unaozingira mradi wa jumba hilo la mabilioni ya pesa. Tunataka kumombolahiziana tuingie hapa ndani tujue nini inaendelea hapo ama namna gani sisi? Yeah, yeah. Wenyewe tuingie hapa ndani tuulize nini inaendelea hapo, kwa sababu nguvu yote iko na sisi, na tujue nani, nani ambaye huyo kazi na nini inaendelea kama ni project ya serikali, kwa nini hakuna kibao hapa ya kuonyesha? Viongozi wa eneo hilo wanadai kuwa sehemu ya ardhi hiyo ilitolewa na familia ya Delamea miaka ya 1980 kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa michezo. Wanatilia shaka uhalali wa kuanzishwa kwa makazi ya bei nafuu na biashara kwenye ardhi ambayo awali ilitengwa kwa matumizi ya umma. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.